Uwekezaji ni mojawapo ya njia bora kabisa katika kutengeneza uhuru wa kifedha kwa muda mrefu. Badala ya kutegemea kipato cha kazi peke yake, uwekezaji unakupa nafasi ya kukitumia hicho hicho kipato kuzalisha zaidi na kuongezea thamani zaidi kwenye pesa yako, hata kama hautahitaji kufanya kazi muda wa ziada. Kwenye video hii nitakuonyesha nguvu ya uwekezaji, umuhimu wa uwekezaji na aina tofauti za uwekezaji na nitakuonyesha namna ya kuanza hata kama bado mtaji wako au kipato chako ni kidogo. Na kabla ya kwenda mbali, kwanza tujue ni kwa nini unafanya uwekezaji. Unafanya uwekezaji ili kuongeza pesa yako, ili kuongeza kipato unafanya uwekezaji ili kuongeza thamani kwenye pesa yako ambayo unaiweka kwenye uwekezaji. Sababu nyingine tunafanya uwekezaji kwenye pesa ili kupigana na kuushinda mfumuko wa bei. Ukiishia tu kwenye kuweka akiba, ni kwamba pesa inaweza ikapoteza thamani kutokana na mfumuko wa bei. Uwekezaji ni kitu cha muda mrefu, lakini uzuri wake ni kwamba unapata nafasi ya kuikuza na kuiongeza pesa ile ile, na kwa njia hiyo unaushinda mfumuko wa bei. Tunawekeza pia kwa sababu moja ya muhimu sana, kutafuta uhuru wa kifedha. Uhuru wa kifedha sio kitu ambacho unavuka tu mstari unakikuta hapo mbele, ni jambo linalojengwa kwa muda mrefu, na mojawapo ya njia ya kufikia hilo lengo ni kufanya uwekezaji. Na mwisho tunawekeza ili kuitengeneza kesho yetu, ili kujiandaa kwa kesho iliyo bora kwa ajili yetu wenyewe na vizazi vinavyokuja nyuma yetu. Sasa, baada ya kujua uwekezaji ni nini na ni kwa sababu gani tunafanya uwekezaji, tuzifahamu aina za uwekezaji. Uwekezaji wa kwanza ni ule ambao uko kwenye mali zinazozalisha kipato, zinazozalisha pesa zaidi. Na uwekezaji wa pili ni kuwekeza katika ukuaji. Uwekezaji wa mali zinazozalisha kipato na pesa zaidi uko kwenye maeneo kama vile hisa, bondi, biashara za aina mbalimbali na mali zisizohamishika. Lakini ukiamua kuwekeza kwenye ukuaji, unawekeza kwenye vitu kama vile ETFs na mutual funds, hii mifuko ya pamoja. Ukishaamua sasa ni kwa namna gani unataka uwekeze, hii ndo itakuwa njia sasa ya kuanza. Kitu cha msingi kabisa unatakiwa uanze nacho ni kujua ni sababu zipi zinakufanya uingie kwenye uwekezaji na hizo sababu itakuwa ni moja wapo kati ya zile nilizozitaja mwanzo, labda unajiandaa kwa ajili ya kesho, unaongezea thamani ya pesa yako, unapigana na mfumuko wa bei. Na hizo zitakusaidia kujua kitu specific, kitu mahususi kabisa kwenye maisha yako, na ukisha kijua hicho utaamua kama unaanza na hela yako ya akiba uliyoiweka au utaenda kupata sehemu nyingine hiyo pesa ya kuwekeza. Na ukisha ipata hiyo pesa, jiwekee malengo katika huo uwekezaji kwamba nataka ni keze kiasi hiki cha pesa kwa miaka mitano, kwa miaka kumi, miaka thelathini, kwa kiwango hiki cha mavuno ambayo nitayapata kulingana na uwekezaji huu. Lazima uwe na malengo mahususi kabisa na madhubuti tangu mwanzo. Kitu cha pili, utatafuta uwekezaji unaoendana na malengo uliyochagua. Ukishajua sababu na ukaweka malengo, lazima uhakikishe vinaendana vizuri kabisa na aina ya uwekezaji. Kama una kipato kidogo anza na biashara ndogo ndogo au hisa au ETFs, biashara ndogo ndogo labda za kwenye mtandao. Kama ni malengo ya muda mrefu, unaweza ukawekeza kwenye biashara kubwa au kwenye mali isiyohamishika. Kitu cha tatu au hatua ya tatu unatakiwa kuzingatia ni kuanza kwa udogo, ni kuanza na kiasi kidogo ulicho nacho. Usisubirie mpaka uwe na akiba kubwa, mpaka uwe na hela kubwa. Tafuta namna ya kuanzia hapo hapo ulipo bila kusubiria, kwa sababu mara nyingi uwekezaji ni kitu cha muda mrefu. Kwa hiyo usipoamua kuanza na kidogo ili kikue kwa kadri unavyoenda, inawezekana ukakwama au inawezekana usipate kabisa nafasi tena ya kuwekeza. Na huu ni wakati wa kuchagua kwa makini taasisi kama ni benki au makampuni ambayo unayatumia kwenye uwekezaji wako. Hakikisha ni wale ambao wanakupa nafasi ya kuanza kwa udogo ulionao na wanakupa pia nafasi ya kukua kutokana na huo udogo ulioanza nao. Na kwenye kuwachagua, inabidi uwe makini kwamba hao watu wanaaminika, wana rekodi nzuri, wana historia nzuri, ofisi zao zipo, taasisi zinaeleweka, usije ukajikuta unaingia kwenye mikono ya matapeli. kitu cha e unatakiwa kuzingatia ni kujenga na kukuza uwezo wako kwenye ufahamu na elimu ya fedha. Hauhitaji kuwa mbobezi, lakini vitu vya msingi unatakiwa kuvifahamu, na hivyo utavifahamu kwa wataalamu ambao wako kila sehemu. Teknolojia imetusaidia, kuna mitandao wanaongea na kufundisha kila siku. Sio lazima uanze kwa kulipia, unaweza ukaanza na maudhui au mafundisho ya bure. Baadaye utapata wataalamu ambao utawalipa watakuongoza, na hapa inabidi uepuke kabisa zile mbinu za kupata utajiri wa haraka kwa njia za mkato. Mara nyingi hizo haziwi za mkato, unakuwa ni mkato wa kukupoteza. Epuka mbinu za kitapeli au mbinu nyepesi, wekeza, ongeza ufahamu wako nafanya kitu ambacho kina uhakika zaidi. Jambo la tano unatakiwa kuzingatia ni kulielewa soko lako kwa undani. Haijalishi unawekeza kwenye aina gani ya uwekezaji au kwenye kitu gani, lielewe soko. Kuna kipindi uh, soko hisa zinapanda thamani, nyingine zinashuka. Usipoelewa vizuri, unaweza ndani ya kipindi cha miaka miwili mitatu ukaona unapigwa, watakaovumilia kwa miaka saba kumi ishirini wakapata faida kubwa. Uwekezaji wa muda mrefu unahitaji uvumilivu. Kwa hiyo lijue sana soko lako, na endelea kulisoma na kujifunza kila mara. Kuna makosa ambayo unatakiwa kuyaepuka, nitakutajia manne. Kosa la kwanza ni kufanya uwekezaji bila kufanya uchunguzi na utafiti. kabla kabla ya kuwekeza kokote, haijalishi unaanza kwa kiwango kidogo au kwa mtaji mkubwa, hakikisha unatafiti, hakikisha unajua soko, hakikisha unapata elimu ya kutosha kabla ya kuwekeza. Usilifanya hilo kosa. Kosa la pili ni kutegemea chanzo kimoja cha mapato. Kuna baadhi ya watu wanawekeza na hapo hapo nda anategemea kila kitu. Jiepushe sana au usitegemee sana kipato kimoja. Kuwa na vyanzo tofauti vya kipato, lakini ikiwezekana pia wekeza kwenye maeneo tofauti, ili sehemu moja ya mambo yasipokaa sawa, sehemu nyingine iendelee kukulinda kwenye kuwekeza ama maeneo tofauti au vyanzo tofauti vya kipato aa, ni vizuri ukaanza na kimoja kikasimama, ndo ukaenda kwenye kingine kuliko kuanza na viwili vitatu vinne kwa wakati mmoja. Unaweza ukashindwa kuvinyanyua na kuvisimamisha vyote kwa wakati mmoja. Kosa la tatu hutakiwi kufanya ni kushawishika na uwekezaji usiokuwa salama. Usishawishike na watu ambao wanakwambia uwekezaji wetu unalipa ndani ya muda mfupi, utapata utajiri kwa njia nyepesi ule uwekezaji ambao unaahidi faida kubwa kwa wepesi sana na ndani ya muda mfupi, mara nyingi huo sio uwekezaji ambao uko salama. Sio kwamba utafute vitu vigumu, hapana, ni kwamba tafuta vitu vinavyoaminika na vyenye rekodi ya kuleta matokeo na mafanikio kwa waliokuwa huko tayari. Kosa la nne hutakiwi kufanya ni kukosa nidhamu ya pesa. Hakikisha unaijenga unaikuza na kuilea vizuri nidhamu yako ya pesa. Usitumie tu kiholela bila sababu za msingi. Usichukue mikopo ambayo hauhitaji. Usipende kufanya matumizi ya sifa. Usifanye manunuzi ya mihemko. Na kama unataka kujua zaidi kuhusiana na nidhamu ya matumizi ya pesa angalia kwenye video zetu nyingine, tumeshafundisha kwa undani kabisa. Kwa ujumla ni kwamba nguvu ya uwekezaji iko kwenye uwezo wa pesa yako kukuzalishia faida. Nguvu ya uwekezaji wako iko kwenye uwezo wa pesa yako kufanya kazi kwa ajili yako na kukuletea matunda na manufaa. Ukianza kuwekeza leo, hata kwa kiasi kidogo unajipa nafasi kubwa ya kuipa nguvu pesa yako ili ikutumikie ili ikuzalishie zaidi, na utakuwa kwenye njia sahihi kuyaelekea malengo yako ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu na, na utakuwa bado kwenye njia sahihi kuelekea uhuru wa kifedha. Natumaini umepata la kujifunza. Natumaini unaweza ukaanza angalau kwa udogo kwenye uwekezaji wako, na kama tayari umeanza pia, unaweza ukapata kitu cha kuongezea. Kama hujasubscribe, fanya hivyo sasa hivi ili usikose masomo yetu mengine. Kama una swali, liache kwenye comment section, na kama pia una maoni, tuambie kwenye comment. Asante kwa kusikiliza. Mimi naitwa Michael, na hii ni Lenzi.